Bunge la Ulaya limechukua hatua baada ya kujadili hoja kuhusu Tanzania huko Brussels. Wabunge 539 wameunga mkono hoja hiyo na hakuna aliyeipinga. Wamelaani rasmi mauaji baada ya uchaguzi nchini Tanzania, ambapo inaripotiwa maelfu waliuawa, kujeruhiwa, huku kukiwa na tetesi za kugundulika kwa makaburi ya halaiki. Wamelaani ukandamizaji dhidi ya waandamanaji na kuzimwa kwa sauti Sbapriari zilizotaka ukweli. Bunge limelielekeza jicho kwenye kesi ya Tundu Lissu aliyeko gerezani na anashtakiwa kwa kosa la uhaini. Wanataka achiliwe huru mara moja bila masharti, na kwa mara ya kwanza wabunge wa Ulaya wanaitaka Tanzania kufutilia mbali adhabu ya, ya kifo. Bunge hilo linataka kufanyika uchunguzi huru wa haki unaoongozwa na umoja wa Afrika kuhusu mauaji, utekaji na ukiukwaji wote wa haki uliofanyika baada ya uchaguzi. Umoja wa Ulaya unasisitiza wa misaada ya moja kwa moja kwa serikali ya Tanzania na kuelekeza rasilimali kwa asasi za kiraia, wanahabari na watetezi wa haki.